Sasa tuelekee kaunti ya Wasin Gishu ambapo makabiliano makali yalishuhudiwa katika jiji la Eldoret kwa muda, baada ya vijana wanarika la Gen Z na maafisa wa polisi kukabiliana katikati mwa jiji hilo, wakati wa kufanikisha maandamano ya ukumbusho wa mauaji yaliyofanyika mwezi Juni tarehe 25 mwaka jana. Alikuwepwa mwenye uteno na akatupakia taarifa. Maandamano haya yaliyoanza kwa njia ya amani na baadaye kugeuka ya uharibifu katika jiji kuu la Eldoret yanadaiwa kuingiliwa na magenge ya wahalifu wanaodaiwa kutumia hali hii kutekeleza uhuni wao

moshi wa vitoa machozi ulitawala anga kwa wakati mwingi huku maafisa wa polisi wakijaribu kukabili makundi hayo hasimu katika juhudi za kujaribu kurejesha amani. katikati mwa jiji la Eldoret ilisalia kufungwa mchana kutwa, wengi wafanyabiashara wakihofia hasara, huku vijana waliojihami kwa rungu, panga na silaha zingine butu wakisalia kukabiliana katikati mwa jiji. Ilikuwa maandamano <coughs> ya <Hey>, amani, baadaye <hey>. tumebadilika ikakuwa maandamano ya uhusi. Hata kama umesimama mahali unaibiwa tu <coughs> direct <Hey, hey. tos> <coughs> <coughs> Na unapikwa na, na unachukuliwa kila kitu. Tunaomba Mr. President aonge na CNC Kenya ibadilike. Joseph Amnyotieno, West TV Eldoret County ya Uasin Gishu. <coughs>